Hello, watu wanapisha gile. Leo tutapika mandazi ya ki ndizi na ndizi sukari hizi hapo, pamoja na unga wa muhogo. Hizi uh, ani mandazi ambayo ni maalum sana mkoani Kagera, huwa yanaitwa kwa jina la watu wa kule Kibaragala. Kwa hiyo unataka snack yako ambayo haina mambo mengi, ni hii hapa. Ni, I mean, ni ndizi sukari pamoja na unga wa mogo. Um, hatuweki amila, hatuweki chochote kile, ni hivi tu, hatuweki hata sukari, ni hivi tu. Fuata na mimi hatua kwa hatua, tujue tunapikaje maandazi yetu, tujue tutayara vipi. Ni maandazi moja matamu sana. Karibuni kwa kwanza kabisa tutaanza kwa kuweka ndizi, kumenya ndizi zetu na kuziweka kwenye chombo cha kutengenezea. Kwa hiyo utamenya ndizi zako namna hiyo, namna hiyo, utazimenya ndizi zako mpaka idadi utakayona wewe inakufaa kwa sisi, tutatumia ndizi nne pamoja na kikombe kimoja cha unga wa muhogo kikombe cha tiki hapo, measuring cup hapo, kikombe kimoja tutamwaga unga muhogo. Tupo baada hapo, utaanza kuchanganya unga wako pamoja na zile ndizi. Hakikisha mchanganyiko wako umechanganyika vizuri sana. Unakanda kama unavyokanda maandazi mengine ya kawaida tu Haina shida, kwa hakikisha sana unga wako umechanganyika. Unaona unga umeshaanza kuchanganyika kama unavyoona, unaona kabisa unga wetu utakuwa hivi. Baada ya kuchanganya, tumeona umekuwa laini sana, kwa hiyo unaruhusiwa kuwa unaongeza unga kidogo kidogo, kwa sababu kwa sababu wewe ndio unayeanza. Tutafuatisha hatua kwa watu wanaoanza, unaongeza unga kidogo kidogo ila hakikisha unga wako utakie kuwa mgumu sana au laini sana yaani sio mgumu kwa wakati unaongeza vile vile ujaribu kujikadiria kwamba unga wako utakie kuwa mgumu sana wala laini sana kama unavyoona utahakikisha umetengeneza donge lako tengeneza donge lako kabisa mpaka unaona linatoka kwenye mikono. Hakikisha unga wako ni laini, unaona eh, unga wako ni laini uu unga sijachanganya na kitu chochote kile, ni unga wa muhogo tu, pamoja na hizo ndizi. Basi kama unaona imesha tayari, donge yetu limesha kuwa tayari tunaacha likae kama dakika tano hivi au kumi ili unga uweze kupumua. Usiweke amila, usiweke chochote kile zaidi ya ndizi na unga wa muhogo basi. Um, baada ya ku sikuweza kurekodi sehemu ya kusukuma, lakini kama unaona, utasukuma tu donge lako kawaida kwenye chombo chako ulichonacho, na utatumia kifaa kama hivi Kukatia, katia kwa hiyo mnisamee lakini wasikuma tu kawaida na kwa sababu tunakata hivi kwa kutumia hiki kiji kikombe haitokuwa na madhara yoyote yale ko unaweza ukaona hivo utakata donge lingine utakata na donge lingine kwa hiyo itakuwa hivi. Baada ya hapo, ili kuweza kuyatoa vizuri, utaanza kutoa haya madude ya huku pembeni haya. Kwa hiyo itakuwa hivi, andazi lako ukiwa umelikata utalihifadhi sehemu nzuri. Kwa hiyo maandazi yetu yatakuwa kama hivi mnavyoyaona, hivi yatakuwa hivyo hivyo, maandazi yetu tumeshayakata yako tayari kwa ajili ya kuyachoma. hatuhatu atakayofuata ni kala iletu ya kubandika kalailetu, kwa ajili ya mafuta utaweka mafuta, tutabandika kalailetu ili mafuta yetu yakishapata moto tu, tutachoma maandazi yetu, tayari kwa ajili ya kuliwa. Mafuta yetu yameshapata moto, kwao tunaweka maandazi yetu kwa ajili ya kujiandaa kuyachoma. Yabidi tuyageuze yakishafanya hivi inabidi yageuze angalau yasishike chini. Kwa hiyo utageuza maandazi yako yote ili yasishike chini. Unakuta ni maandazi una ya kawaida, yanakuwa ni matamu. tipu ya yakuja kuifanya kwanza, yakuja kuanzia, kisha unakanda unga wako sana sana, I mean sana sana sana. Hakikisha unga wako unakanda sana, hakikisha unageuza una geuza andazi lako ili lisijayo pande moja hivyo. Kwa hiyo kwa naweza ukaona maandazi wakutola maisha kuwa brown tayari kwa ajili ya kutolewa, haikisha yesi Maandazi yetu yako tayari na yana mwonekano wa poa, unavyoona, ambayo kidogo imesha poapoa. Tuliangalia laini sana, unaona <coughs> mguangula wote ko ndani linakuwa liko hivi laini mno. <coughs> Hey. Mm, unaweza ukanywa na chai, ukanywa na juice, ukanywa na kitu chochote kile ambacho wewe unafanya nini, unakipendelea. Mimi nilikula nkunywa na chai pamoja na malaki.